yako nyunyiza damu ya Yesu Kristo sehemu ya chimbuko lako kule ulikotoka. Nyunyiza damu ya Yesu Kristo, ondoa damu ya umasikini, ondoa damu ya magonjwa, ondoa damu ya kukataliwa, ondoa damu, ondoa damu ya giza, ondoa damu ya wanyama, ondoa damu ya ndege. Ushinde kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu yenye nguvu zote, futa alama zao zote kwenye mwili wako, futa alama zao zote kwenye njia zako kwa jina la Yesu Kristo nanyunyiza damu ya Yesu Kristo kwenye huduma hii kwenye madhabahu hii kwa mtu wa Mungu Eliya kwenye familia yake ya kiroho na ya kimwili ninanyunyiza damu ya Yesu Kristo. Amen. Mstari wa kumi. Ndio. Haya. Na tuto, na tuatendee kwa akili. Tuatendee kwa akili. Eh? Wasije wakaongezeka. Wasije wakafanyaje? Wakaongezeka. Bwana alinifundisha kitu hapo. Amina. Ani Bwana akaniambia. Yes. Weka pause hapo. Ndio. Kumbe kuna mtu amekuahidi atakupa mtaji. Ndio. Na mashetani wanajua kabisa ule mtaji ukiupata umaskini bye bye. Yes. Anajua mtaji utaongezeka, ndio, utakuwa ni mtu mwenye pesa. Mashetani wanazuia huyo mtu asikuletee huo mtaji. Bwana, yes. Akaniambia kuna mtu anatakiwa kukuletea zaka au sadaka yes. Mashetani wanajua ikija huyu mtu atafanya kitu kwa sababu ya ufalme wa Mungu, wanamzuia yule mtu asitoe zaka. Mashetani wanakutendea kwa akili. Yes. Unaomba kazi unanyimwa. Yes. Bosi wako wanakuinukia bila sababu. Yes. Unashangaa ndugu zako wanakuchukia bila sababu. Yes. Unashangaa kila kitu chako kinaharibika bila sababu u. Oh. Mashetani wanajua huyu. Ndio maana anakukosesha. Kwa hiyo wanakuten wanakuwa wanakutenda kwa akili. Yes. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Hizo akili za kuzimu. Hizo akili za kishirikina. Hizo akili za kichawi. Na zikamata kwa jina la Yesu. Na zingaa kwenye ufahamu wenu. Tupo kwenye tola la moto. Kwa jina la Yesu. Na jirudishia akili yangu. Natumia akili yangu ipasavyo. Kwa jina la Yesu. Achia hizo mali. Achia utukufu wa Mungu. Achia utisho wa Mungu. Kwenye maisha yangu. Kwa jina la Yesu. Yes. Kwa wasije yes, wakaongezeka <laughs> tena, ikitokea vita wao nao wasije wakashikamana na adui zetu, si wanajua so, Yes. Kwamba wewe kikitokea tatizo nyumbani kwenu una hela utawasaidia. Sasa dawa yes. Wewe usije ukawasaidia ndugu zako wanakukosesha pesa. oh. Soma kwa jina la, la Yesu, acheni mali zangu, acheni pesa zangu, acheni vilivyo vyangu kwa jina la Yesu, na vimiliki kwa jina la Yesu. Na endelea kusoma, amen, na kupigana nasi na kutoka katika nchi hii na kututoa katika nchi hii, endelea kusoma basi wakaweka wasimamizi juu mm -hmm. yao mm -hmm. wawatese kwa mizigo yao. So unaona, hana wamekuwekea ugonjwa ili ukutese sawa. Kwa jina la Yesu na ukataa ugonjwa kwa jina la Yesu kwenye Yesu, mwili Yesu, Yesu. familia yangu kwa yangu. jina Uzima wa Yesu, napanda uzima wa Yesu Kristo. Napanda uzima wa milele ndani mwangu kwa jina la Yesu, Yesu. Nimeanza kupata kitu. Amina. Ukiona isoma, isome, yeah, kwa kutafakari

tamani yenu ungekuwa unaelewa kama mimi nilivyokuwa nalielewa ile neno kiroho ungeitika amina kubwa. Amen. Haleluya. Amina, endelea kusoma nao, wakamjengia Farao. Unaona yani, anyway, wewe ukipata hilo na vileko stalini, ukipata hilo alipa kodi ya nyumba lini? Utakuwa nyumba yako lini? Utakuwa mzima nyumba ile nyumba ile Bwana Yesu amenitoa

Manaa kumi na moja tasoma kwa msaada wa Bwana, ndio neno la Mungu linasema, nao adui zetu wakasema, nao adui zetu wakasema hawatajua, hawatajua wala kuona, wala kuona hata tutakapokuja kati yao, hata tutakapokuja kati yao na kuwaua, na kuwaua na kuikomesha kazi yao. Unaona, amen. Yani lengo la kuja huo ugonjwa ufe, oh. Sema imeandikwa sitakufa bali nitaishi, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Roho zote za magonjwa, roho zote za maskini, roho zote za umaskini, ninazikataa kwa jina la Yesu hiki you know. Wow. Ni chuo kabisa Bibilia inasema diyo? Ulituma neno lake yes, linapata kututoa katika maangamizo mangamizo, na kwa kuwa Bibilia inasema yeye Bwana analengelea neno lake ili, yes, apate kulitimiza. Endelea yes, kidogo lisoni, anasema ehe. Kisha ikawa wayahudi walipokuja wale waliokaa karibu nao uh -huh. Wakatuambia mara kumi. Mara kumi, yani watu wanakuambia omba utaki omba utaki. Uh -huh. kutoka kila mahali uh -huh. mtakaporejea watatushambulia wata uh -huh. Anaendelea kusema ndio basi, nikaweka watu uh -huh. mahali pa chini pa fara, pa mahali pa chini nafasi iliyokuwa nyuma ya ukuta uh -huh. mahali palipokuwa wazi. Sama kwa jina la Yesu. kwa kwa wazi jina jina la Yesu. kwa la yesu yesu palipokuwa wazikwai najizungushia pande zote kwa jina jina la la yesu zote kwa yesu watoto wangu watoto na nawazungushia ukuta wa moto, huko mashuleni, huko njiani, na wanapopita huko, wanapocheza, nawazungushia damu ya Yesu Kristo na moto wa Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu, maana imeandikwa, watoto wangu watafundishwa na Bwana. Endelea kidogo. Anasema, Ae. Basi nikaweka watu mahali pa chini pa nafasi ni iliyokuwa nyuma ya ukuta mahali palipokuwa wazi kwa kadiri ya jamaa zao, nikawaweka wenye panga zao wenye nini wenye panga zao. Usiweke tu mtu akombe mtumishi, niombee. Unamwangalia anaombaga hata yakwake anajiombea oh. Ukiona mtu niombee, jua kabisa tewaga anaomba, yes. Amen, unakamata upanga wa moto unafanya hivi, yes. Juu ya shingo zao unafika ute kabisa. Amina. Asubuhi hawezi kukuuliza tumeamkaje. Mwafia kajana usiku, asubuhi ya kuuliza tunaendeleaje? Hawezi. Umwangamiza kabisa, ya kuuliza tunaendeleaje? Hawezi. Unakamata moto, yes. Unaweka hapo. Amina. Unakamata mali zako na ukalisha kwenye ile makaa moto, yes. Yaani akitoka hapo? Ndio. Akitoka hapo? Ndio. Hawezi kukuuliza umeshindaje. Kabisa. Sasa unajua umkalisha kwenye moto? Ndio. Hii mama, nimemwachia Mungu. Oh. Oh. Ukdada Mungu shukuru, nipigie mchawi. Mungu anasema wewe, acha kunizalilisha. Mi wazee ishirini na nne na wenyewe wanne.